Haki kwa Mungu ina maana sana. Sawa? Usikae tu ile kuridhika kwamba mimi nakuja kanisani kwa sababu baba alikuwa anakuja kanisani. Mama anakuja kanisani kwa na mimi na mimi niende kanisani. Usifanye hiyo kitu. Mungu ni wa kwako wewe binafsi peke yako. Unatakiwa utafute tafsiri yake na thamani yake katika maisha yako wewe peke yako binafsi. Sawa? Tafsiri ya mama na baba ya bishop ya nani ya nani haitakusaidia. Sawa? Aita saidi. Kwa kila mtu atakuja mbele za Mungu peke yake. Kwa kila mtu lazima atapita pale mlangoni, ataingia ndani. Ndio naanza hayo maombi. Kwa unapoweza kusema, "Eh, hey, Biblia nimepatwa na hiki. Mimi niende mbele za Mungu." Kinachokufanya useme niende mbele za Mungu ni vile unapomuona Mungu na kumtafsiri Mungu. Sababu tofauti na hapo usingeenda mbele za Mungu, hicho kitu ungeenda kukitafuta sehemu nyingine. Sawa? Unapoingia unakutana na madhabahu ya kuteketezea sadaka. Tunapo ngelea madhabahu kuteketeza sadaka, wapendo, ndio maana neno linaitwa kuteketeza. Kuteketeza kuna uma. Kuteketeza kuna masumbufu. Unaelewa? Kuteketeza kuna shida. Ndio maana kitu kinaitwa kuteketeza. Yaani, tofauti na mtu ukikutana naye, aje aseme wewe, nije nikupige. Mwingine, aje aseme wewe, nije nikuteketeze. Unahisi utamuogopa nani? Aje aseme wewe, nije nikuteketeze. Sababu, unamzoea, anataka nifanye nini huyu? Vitu gani nataka kunifanya? Unaelewa? Kuteketeza kunaumiza, ni ishara ya maumizi, ya mateso. Ndiyo maana kila unapoanza kuomba umeshaingia vile unavyomuona Yesu ni nani, ni Bwana kwako, ni mwokozi kwako, ni mponyaji kwako, ni mfariji kwako, ni mpaji wa mahitaji yako. Vile unavyomuona wewe, ndio kinachokufanya unaenda unapiga kwake magoti. Lakini unapoanza kuomba, kuna kitu kitakutokea, itakubidi ukubali kuuteketeza huo mwili. Kwa sababu gani? Utakapoanza kuomba, huo mwili utakataa kuendelea kuomba au hata kuanza kuomba Mwili uwezo ukakubali. Kila mtu huwa anapitia hiyo stage unapoingia kwenye maombi, ndio maana inakuja kwa fomu tofauti tofauti. Ngoja nikueleze, kuna mwingine anapotaka kuanza kuomba au anapokuwa anaendelea kuomba, unachosema, unaona, kwa nini kanapoteza muda hii na maombi yako hata juu ya baki. Afu ushakutana na hiyo hali, wakati tu wakutana na hiyo hali kwamba unaomba afu unaona, yaani unaona ni maombi yako, bora niache Bona kama ew, mbona kama hayana nguvu, sawa, au wakati mwingine, mtu mwingine ukitaka kuomba au unapokuwa unataka una kuendelea kuomba, unakumbuka afu sijaendwa maji hapo, sijaosha vile vyombo, kuna ile kazi sijafanya. Hmm, mtu fulani aliniambia nimpigie, sijampigie. Yaani ukitaka kuomba au ukiwa unaanza kuomba ndio kuna mawazo ya vitu ambavyo kuvifanya yanaanza kuja. Lakini hayakuja wakati hujasema nataka kuomba. Hiyo uliposema tu kwamba nataka kuomba au ulipopiga magoti ukaanza kuomba, ulipoingia sehemu yako ya mambo ukaanza kuomba, kuna vitu mwili unaanza kukuletea, unyafanya hivi. Unyafanya kile. Unyapika chakula cha watoto, unjiandaa utakula nini wewe jamaa? Unataka kula? Mungu, unaanza kuomba sasa hivi, unajua mpaka umalize pale unapotaka kula utakuwa umefunga. Mwili unaanza kufight na wewe. Mwili unaanza kugombana na wewe, unaelewa? Kwa hiyo unatakiwa uteketeze, ni kazi. Ndio maana kuna mtu mwingine alipanga kuomba dakika ishirini, dakika mbili akainuka kaondoka, alishindwa gharama ya kuteketeza huo mwili. Alikutana na madhabahu ya kuteketezea sadaka, itoeni miili yenu dhabihu, kuwa dhabihu Unatakiwa uteketeze huo mwili kama unataka kuomba. Unatakiwa ukatae huo mwili kama unataka kuomba. Kama huwezi kukubali kulipa gharama ya kuuteketeza huo mwili, huwezi kuishi maisha maombi. Asikudanganye mtu. Kwa sababu kile utakapochagua kuomba mwili utakuja tukakalia. Ndio maana ni sawa na siku unapotaka kuja kufunga. Kuna mtu mwingine nani ishamkuta hiki kitu? Unataka kufunga. Kufunga ni na siku unataka kufunga, yaani nyumbani ndio wanapika chakula kile unachokitaka. Unaelewa? yeah. Au anakuja rafiki yako ndo wanataka aje kutoa out, yaani afu wanakutajia kile kitu ambacho ni wewe ndo sawa, au yinyi wao wakute sawa. mwili huo uon kwe unataka kufunga, kanatokea ka kikao kazini, wameagiza hicho chakula. Unajikuta mtafunga kesho Zajfun ekeshut nitafunga kesho, umfungo nitaanza kesho i lazima niombe kesho. Kesho nikwambie shetani hana shida na wewe kukubali kuomba kama hautaomba leo. Yaani ukisema nitaomba kesho, yanasema fresh, yaani yeye anakukubalia kweli kabisa, utaomba kesho.